Kwa hiyo unasema ha, kumbe wanga nao sio shida. Shida huenda inakuwa ukimaliza kuula wanga unafanya nini jamani. Bwana asifiwe. <laughs> Sana tusiambizane tu tushedia usile wanga kabisa. Na mimi nataka niwaambie leo, siku ya kwanza uenda, kesho usije na usipokuja, shauri yako. Hii semina mimi nimejisomea, kwa hiyo unatakiwa usikilize, utulie. Mimi nataka niwaambie kabisa wale wanaume ambao Umeacha wanga kabisa, wanaume, umeacha wanga kabisa, wanga, unakula mchicha tu, wewe mwanaume wewe, yaani mwanaume kabisa ana, yuko ana, ana, ana mke wake pale nyumbani. Nawambia sasa, sikilizeni, alafu umeacha wanga wote kabisa, unakula mchicha tu, mchicha tu, mwezi mzima, wewe mwanaume wewe tutakuja tuanze kukushauri. Kuna vyakula vya kujenga mwili, kuna vyakula vya kulinda mwili, kuna vyakula vya kutia nguvu na joto mwilini. Na vyakula vya kutia nguvu na joto mwilini, sana sana tulivyokuwa tunajifunza ile biolojia yetu ya zamani ile, siku hizi wana vigrupu wanasema, vyakula vya nishati. Kwa hiyo vyakula vya nishati wanasema nishati, eh ni wanga ni protini na ni mafuta. Okay, sawa, lakini vyakula vya kutia nguvu na joto ni wanga, hiyo ndio primary. Okay, unaweza ukabadilisha, mafuta nayo yanatia joto, lakini prosesi yake inakuwa ndefu, na protini nayo inaweza ikageuzwa ikatia joto, katia nguvu, lakini prosesi yake lazima tujue wanga unahitajika, lakini kiwango sasa ndio hivyo fa. Ukipiga zile nyingi, lazima uende ukafanye kazi ili uiondoe hiyo. Sio unapika he, alafu unatoka tu hapo, umeenda kulala.